Tumeona wachambuzi wa nchi wengi wamekaa kwenye vyombo vya habari kwa ajili ya 20%. Hawafanyi kazi kwa ajili ya majukumu yao kwenye vyombo vyao walikoajiriwa. Wanafanya kazi kwa ajili special ya mtu fulani kwa sababu anatoa chambi. Hiyo chambi sasa inaenda ukingoni. Mwisho wa siku kila mmoja atajua kwamba nyuma mwiko ni waongo na ni wahuni kwenye hili. Kama leo umepeleka barua baada ya document moja kwa moja, kwa mimi nilisomea Cuba. Haitaji mpaka mwalimu akuonyeshe bwana. Bwana picha ya samaki iko wapi? Kwa sababu inaonekana hapa. Wewe unataka kushangaa? Hebu ulize nyani mke wake uko wapi? Nyani anabadilisha hadi usiuone. Maana kivadari zinaonekana kauficha uonekani. Sawa, nyani uko kawaida tu maana kija linaonekana. Kwa hiyo maana nyumba mwiko huu ni wao wote unaonekana uko wazi. Na hao wachambuzi wanawatetea, muda wao umefika, kila mmoja atakuwa anafuatilia hivyo mambo yao. Na hao wale waajiri wote watawapiga chini. Utawasikia sasa hivi. Kila mmoja ataenda kuchambua sehemu huko wanakouza mboga, ataenda kuchambua huko. Kwenye samaki huko feli wataenda kuchambua huko. Maana kwa sababu sio chambuzi ni wahuni kwenye nchi hii, kwa sababu sisi tunakaa tunajua nyendo keo cha jamii. Chambueni mpira kiuweledi, mmekaa upande mmoja tu. Nyie wachambuzi wa aina gani? Kama siku huharibu mpira usindokwenda kwenda mbele. Na ndio maana hata mashabiki wao wanapata nguvu kila siku kupiga kelele. Wakisikiliza michezo, wanaona wanatetewa. Sasa kama wanatetewa wanakosa kupiga kelele hata huko. Lazima wapige kelele. Kwa hiyo mimi niamini, wao yasikia. Kama dokumenti ya wajaleta leo hapo. Pigia lungu. Ili ujulikane kwamba wewe kweli rais wa TFF. Wasi kuzalau muda kukushikashika kama hivyo kukutukana kuambia kwamba hapo hakuna mwanaume. Akate point. Katao. Wakacheze huko ligi daraja la pili, na biashara kama biashara kashuka. Wao nani wanang'ang'ana kwenye nchi? Washuke mabondeni huko wakajipange upya ili warudi, wajue kwamba hii nchi sasa hivi imenyooka. Kama serikali sasa hivi wametupa mpaka barua yao waliopeleka huko. Wewe mwanzangu na mimi nani ambaye unashindwa kufanya maamuzi? Kama serikali inafanya maamuzi wewe unashindwa nini? Kwa sababu lengo lao mpira wao uingiza kwenye serikali ufungiwe tusishiriki. Kwa sababu vile vile Dodoma vimesema nchi hii yetu na mpira wetu sisi. Na kama tutashushwa daraja hapa ligi hakuna. Wewe nani eti mtu anakwambia kama sisi tunashushwa daraja hapa ligi hakuna. Wewe nani una mamlaka gani? Alafu vinatoka vizee vinakaa klabuni pale vinasema kabisa. Mashabiki na nini musije? Na pointi ya tukatu hii. Alafu mpaka leo hawajachukuliwa hatua. Ushai kuwaona wazee wa Simba wakitoa matamko kama hayo. Walitoa matamko kwa muamuzi kayo huko. Kayo huko yuko wapi? Hawakumficha huko. Kama wale walikuwa wazee hawako sahi. Leo hivi ukisikia wamepigwa wamepigwa rungu wale. Lakini hao unaona unapiga porojo ambaye hazina maana. Wewe uitaki bodi ya ligi. Sawa? Umtaki sijui mwenye CEO wa wa, wa, wa, wa, wa TFF umtaki. Wamefanya kosa gani hao? Umechukua ubingwa mara tatu mmezamini vilabu vinane utawala huo huo, mmecheza fainali ya shirikisho utawala huo huo. Leo, leo nasema tunadai hela za FA miaka mitatu. Jiulize msimu huu, miaka mitatu mmebeba makombe sita, FA imekombe matatu. NBC Premier League makombe matatu Premier League kwenye milioni mia mmelipwa milioni mia tatu zenu zote mmelipwa sasa. Sawa, eh. Na huyo sponsor wa ligi lakini kwenye FA huku kwenye milioni hamsini ndogo kwa nini huku lilipe upande huu lisilipe? Maana yake hawa nyuma mwiko sio watu wa mpira, lakini hawa wote wanatuharibia, ni wachambuzi. Kwa hiyo mimi naomba wale askari, nakuomba sana, ni kiongozi uko makini, umepata cheo kule Kafu, mjumbe wa Kafu, sio yule alopewa kiti kule cha ulinzi. Anasemekana kachaguliwa, si kachaguliwa na nani? Wewe eti mwenyekiti wa vilabu bara Afrika, tunaweza tukawa na mwenyekiti kama huyu? Eti mwenyekiti wa vilabu Afrika anaweza kuwa huyu? Huyu ni mwenyekiti wa ulinzi Afrika, anatulinda timu zote Afrika kwenye nchi hamsini na nne. Kwa hiyo mimi sidhani kama tuna mwenyekiti, lakini we ni mjumbe wa Kafu, umepata cheo kizito, na saa hizi bwana Jani Mfatino ana cheo nataka kukupa piga lungwa, na wakishuka daraja msimu ujao utasikia kule kapata cheo kasi. Mnandi, hapohapo kwa wachambuzi, labda eh, una kipi cha kuongea kwa sababu wanadhamana na mpira wetu kutufafanulia ama kutupa elimu kwenye masala mazito kama haya yanapotokea, eh, lakini pia kwenye masuala ya kiufundi ya mpira labda una kipi cha kuwashauri ili kuweza kujenga kwenye kile ambacho amekuwa akizungumza? Ushauri wetu sisi kwa wachambuzi wa vyombo vyote vya habari hapa nchini, tunawaomba tu wasimame kusimamia kanuni na sheria za mpira wa miguu duniani kote, sawa eh? Tunajua kabisa sheria za mpira duniani kote lakini kanuni kila shirikisho lina kanuni zake. Kila baada ya mwisho wa msimu huwa wanaboresha kanuni. Msimu kuna kanuni iliboreshwa, lakini haikufanyiwa kazi. Kiongozi mmoja tu alipinga na haikufanya kazi kwa sababu wakijiona wao wana mbavu kubwa, kwa sababu asilimia kubwa wa mapendekezo wao wanatoa wadau, kila mtu msimu. Hawa mambo ya kuruka kwa mageti, masuala ya ulozi, kuna kanuni ambayo wakao walikuwa ni waandishi wa habari, ndio walitoa mapendekezo yao, waliomba masuala haya yamekuwa. Kulipa faini kila siku watu wanalipa, hii sio dawa. Dawa yake ni kukata pointi, iwe mshabiki kaonekana uwanjani kwa masuala ya ulozi, kwa sababu ni mshabiki wa timu hiyo, lungu timu yake pointi tatu zinaondoka, iwe kiongozi awe mchezaji, pointi tatu. Ina maana hii ingekuwa dawa, lakini mwamba kafika pale kasema, ah, hiyo hapana wenyekiti kumi na sita wa vilabu yeye mwenyekiti mmoja tu kagoma ile na TFF wamepitisha, na ndio maana saa hizi wanawatawala. Mtu anasema atokee mwanaume, hii si aibu hiyo? Alafu ile clip inatembea duniani. Sawa, wewe unaonekana kweli kiongozi wa shirikisho, kwa hiyo huu ni muda wako kufanya kazi. Na nyinyi wachambuzi ambao mnafanya kuchezea kila siku, badilikeni. Sawa, zungumzieni ukweli ulivyo, lakini msikae kwa ajili ya kuzungumzia timu moja tu. Hiyo timu haina faida yoyote kwenye taifa hili. Atokee kiongozi mmoja yoyote au mchambuzi mmoja leo aniambie mafanikio ya hiyo timu nje ya Tanzania kama anaweza kunizungumzia timu ambayo hapa bingwa kihistoria, atoe. Wewe mchambuzi ambao watu wote wanaibeba hiyo timu, watoe mafanikio yao kimataifa. Timu inacheza finali, lakini kwenye renki kafu iko nafasi ya 17, mtu aliyocheza robo finali kwenye renki uko nafasi ya 7, nafasi 10 hakuzidi. Hiyo finali sikata Yosef sio eti finali ya shirikisho. Yani ni hatua kubwa ya mwisho katika mashindano makubwa, timu nne zinabaki, wengine wote wamesharudi, eti mashindano yanaisha. Kwenye renki kwenye ubora darasani, eti nafasi ya 17. Alafu alocheza robo finali katoka Champions League nafasi ya saba yupo kwenye top 10. Tukae tuzungumze ukweli, wachambuzi simamieni sheria na kanuni za mpira wa miguu, kuto kuchechea kwa mashabiki. Mashabiki wameenda shule, wamesoma. Lakini mashabiki wengi wa nyuma mwiko. Ndio maana sisi miaka mitatu yote sisi.

Kwa hiyo mi naamini Wireless karia ni wakati wako, akiwa mchambuzi akiwa nani, kanuni na sheria zinasoma, piga rungu wote hao. Nikushukuru sana, asante sana. Tazama namna ambavyo mashabiki wekundi wa Msimbazi Simba hiki wanachokifanya hapa, hakika historia inaandikwa. E, wameamua kulipiga msasa ama kulipiga deki basi lao hakika ni furaha na fahari na faraja iliyoje kwa kuishuhudia timu yao ikenda nusu fainali ya, ya kombe la shirikisho la barani Afrika ama michuano ya Kafu. Hii waliitafuta kwa muda mrefu sana, na hatimaye mara baada ya miaka 30 na ushe kupita, wameipata. Hao ndio simba Sports Club. Tazama upendo kutoka Tazama upendo kutoka kwa mashabiki. Tazama upendo kutoka kwa mashabiki.

Mkono wa Sultani, mkono wa hongera na wana simba wake, hakika ni jambo la furaha na fahari. Furaha na fahari madamanaitogia simba fai wanasimba hawana ee, wanasimba hawana jambo dogo, hakika hii inavutia. Tazama so, namna ambavyo haya ni mapenzi na mahaba kutoka kwa Wanasimba wakiwa wanalisafisha basi lao, wakiwa wanalipiga msasa, wakiwa wanalipiga deki. Basi liko safi, basi liko murwa.